Kwa kweli ni nzuri, kila sehemu unayofika unapokelewa vizuri sana na, naomba iendelee hii. Huduma ni nzuri sana, inatusaidia sisi wanyonge. Nimefurahi sana kupata msaada wa ya kisheria inayohusiana na mambo ya ardhi. Kwa kweli nimeona kama Mungu aliniongoza nije hapa. huduma nzuri, huduma e, safi ambayo sikutegemea. Ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu wa kampeni hii. Kweli watu wanani, wanyonge hawawezi kupata mawakili, hawawezi kupata misaada, lakini yeye ameamua kuleta kampeni hii na imani itawasaidia sana. Nilikuja hapa kwenye ofisi ya Katiba na Sheria, nimepokelewa na nimeweza kusaidiwa katika jambo langu la kesi ya mirathi ya marehemu mme wangu. Namshukuru rais Samia kwanza kwa kuanzisha huduma hii, kuiona kwamba ni muhimu kwa wananchi, kwa sababu imesaidia sana na, na. Kwa hiyo ninaomba aongeze zaidi, ili wafikie watu wengi huko vijijini, iweze kuwasaidia watu wengi. Kwetu sisi kilichotufanya tuje hapa tumevutiwa kutokana na jinsi dunia inavyoenda, tunaona kwamba ukatili wa kijinsia umekuwa unaendelea kadri siku zinavyoenda, especially tukizungumzia kwa watoto. Kwa hiyo tumekuja hapa tukaona kwamba sheria na katiba ni muhimu sana, kwa sababu mtoto akipata shida, sheria kama sheria itamsaidia. Kwenye kulipigania jambo lake kama yeye. Ha, hata sisi pia tutakuwa ni mashahidi au tutakuwa mashuhuda wa kwenda kutoa elimu kwa wenzetu kwa kule kwetu kule vijijini.